Sura ya kumi na moja ya Mathayo, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu Kwa... anasema jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu. Dunia mgeukie Kristo, maandalio mgeukie Kristo, hapo ndio shara mgeukie Kristo Nakumbuka nikaa katika amiak darasa la nne. Sikumbuki umri nilipo Yesu, maisha nikaa mdogo na akili zangu timamu. Hakuwahi kuniacha ni mimi, nilimwaza kipindi fulani, lakini hakuwahi kuniacha. Ewe <coughs> mtoto unayenifikia, una miaka kumi, kumi na mbili, kumi na tano, ishirini bado yakiti mama unazo <tip> unaweza kumpokea Yesu kaleo ukafanyika <tip> baraka ya maisha yako, ukafanyika baraka ya familia yako. Hakuna aliyemkimbilia Yesu akamwacha siku leo, nakwambia hakuna aliyenda kwa Yesu akamwacha, hakuna aliyemkimbilia akamwacha. tari yetu ni kwamba risha kupota ya kupotaa dunia unaousimamila le bwanadamu, bwanadamu, kuna maisha baada ya hapa, wanadamu maendeleo mwana Masasi, mtanzania mwenzangu, mwana afrika mwenzangu, kuna maisha baada ya duniani. Utakuwa wapi ndugu yangu, utakuwa wapi? Ni farika Yesu anawambia, Yesu anawambia Matayo kumi na sita ishirini na sita kwamba mwanadamu, itakufaa nini itakufaa nini ukaipata dunia ya kila kitu moto wa milele ukapoteza nafsi yako. Sitadai wa juu yako mwana daa, sitadai wa juu yako mwana maendeleo. Naongea kwa uchungu juu yako, mpe Yesu maisha. Ni siku za hatari. Ni siku mbaya, ambazo sasa hivi dhami na sherekewa, ambazo sasa hivi